Karibia milioni themanini na nne. Ujenzi wa kufanya pale sasa, ukae kama na JKCI itakuwa one of the best center kwa magonjwa ya moyo na mishipa ya damu. Cardiovascular center. Na ni center ya Afrika Mashariki, chini ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kwa hiyo nchi zote za Afrika Mashariki wanaangalia hapo. Lakini Tanzania tumewini tena center nyingine mbili. Moja itakuwa Benjamin Mkapa, kushirikiana na UDOM, na nyingine inaenda Mloganzila.